Mama, umejifungua kichanga wako ana matiti makubwa. Inawezekana ni kichanga wa kiume au kichanga wa kike, ila ana matiti makubwa. Hiyo inamaanisha nini, na hatua zipi unatakiwa uweze kuzichukua? Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembelea chaneli yangu, unaweza kusubscribe hapo chini ili uendelee kujifunza kuhusiana na afya ya mama mjamzito, lakini vilevile na mtoto mchanga. Mmoja ya mfuatiliaji wangu anaitwa Salha, anasema, dokta, mwanangu ana mwezi, kavimba maziwa, nifanyeje? Naomba unisaidie, nimetafuta video yako kuhusu hilo jambo nimekosa. Endapo na kichanga wako wa kike au wa kiume, na amekuwa na matiti makubwa Kitaalamu, wao tunaita neonato mastitis, na hii ni hali ambayo mtoto mchanga e, ambayo yuko ndani ya mwezi mmoja, anakuwa na matiti makubwa, haijalishi wa kiume au wa kike. Hali hii huwa inaweza kufanana na ile ambayo watoto wa kike wanakuwa wanatokwa damu ukeni kwao, ambao tunaita neonato uterine bleeding. Niliweza kuzungumzia kwenye moja ya video yangu, unaweza kuklik sagesheni hapo juu ukaskiza video hiyo mara baada ya kumaliza kusikiliza video hii. Sasa kama una mtoto mchanga, inawezekana yuko chini ya miezi sita na yuko zaidi ya mwezi mmoja, ana matiti makubwa, inawezekana wa kiume au wa kike, hiyo hali ni ya kawaida kabisa. Kama nilivyosema, kitaalamu, kama yuko ndani ya mwezi mmoja toka azaliwe, huwa tunaita neonato mastwax na ni hali ya kawaida kabisa, na hii hali huwa inawakumba vichanga sabini kati ya mia moja ambao wanakuwa wanazaliwa unaweza kuona kwamba ni hali ya kawaida kabisa ambayo inaweza kutokea, japokuwa kuna mambo ukiyaona inawezekana ikaashiria sio jambo la kawaida sasa. Hali hii huwa inakuwa na dalili mbalimbali, dalili ambazo mama unaweza kuziona kwa mtoto wako. Kwanza kabisa atakuwa na matiti ambayo ni makubwa, au zile tishu za kwenye matiti zinakuwa kubwa kidogo au zimevimba, na ukizishika zinakuwa ngumu. Lakini wakati mwingine mtoto huyu utakuta kwamba ukimkamua unakuta anatoa maji maji kama maziwa ya mama, na mara nyingi sio watoto wote ambao wanatoa haya maziwa, lakini tunaona anatoa hayo maji maji kama maziwa, na matiti yanaweza yakawa makubwa au wakati mwingine yakawa makubwa sana. Sasa hayo maji maji au maziwa ambayo wanatoa watoto haya ni maziwa ya kawaida tu ambayo yanatokea kwa watoto wachanga, na kitaalamu tunaita which is milk, ambayo ni ya kawaida kabisa, na ni vyema kuhakikisha kwamba unamkagua mtoto wako vizuri japokuwa si vizuri kuweza kukamua mara kwa mara. Dalili nyingine mara nyingi inaweza ikaathiri titi la upande mmoja au chuchu ya upande mmoja au matiti yote mawili, kwa hiyo utakuta mtoto ana matiti yote mawili yamekuwa makubwa au titi moja limekuwa kubwa, na mara nyingi huwa inakuwa zaidi zaidi kwenye lile wiki la kwanza la huyu mtoto kwenye maisha yake, kwa maana kwamba ndani ya wiki moja toka amezaliwa ndio hiyo hali inakuwepo, lakini wengine inaweza ikakaa mpaka mwezi mmoja, wengine inaweza ikazidi mpaka miezi sita, lakini huwa haitakiwi kuzidi zaidi ya miezi sita. Kwayo ndani ya miezi sita huwa inakuwa inapotea yenyewe na wengine wanaweza kuwa na matiti makubwa sana kiasi kwamba ukaona kabisa zimekuwa kama chuchu za eh, mama au binti, hata kama ni mtoto wake wa kiume, haswa kwa watoto wa kike pia ni. Kwa hiyo ukikutana na changamoto kama hii au ukikutana na hali kama hii kwa kichanga chako wa kiume, wa kike, ni hali ya kawaida kabisa, na bila shaka unaweza kuwa unajiuliza maswali yanasababishwa na nini. Baada ya kusema hizo dalili, sababu kubwa ni huyu mtoto alipokuwa tumboni, homoni za wewe ulipokuwa mjamzito zilikuwa zimeongezeka haswa homoni ya estrogen ambayo huwa inapita kupitia kondo la nyuma na mwisho wa siku inaenda kusisimua zile tishu za kwenye matiti ya mtoto, na mwisho wa siku matiti ya mtoto yanakuwa makubwa. Lakini mtoto huyu anapozikuwa na wiki moja, wiki mbili tatu na kuendelea, zile homoni zako zinafungua mwilini mwake mara baada ya yeye kuweza kuzaliwa, na mwisho wa siku zile tishu za kwenye matiti zinarudi zinarudi zinarudi, baadaye zinakuwa kawaida. Kama ni mtoto wa kiume, anakuwa kawaida kabisa na hizo matiti yao makubwa. Angalizo, si mara zote unapoona kwamba matiti ya mtoto wako mchanga yamekuwa makubwa. Inawezekana e, ni upande mmoja limekuta limekuwa kubwa au limevimba, haina maana kwamba hiyo ni hii hali ambayo nimeweza kusema kwamba inaitwa neonato mastwax. Inawezekana kukaa kuna changamoto nyingine kama neonato mastitis, breast mastitis, ambayo tunasema kwamba kunakuwa na inflammation kwenye hilo titi. Na wakati mwingine ile hali ya kushikashika lile titi la mtoto na kukamuakamua inaongeza uwezekano wa maambukizi ya vijidudu kwenye chuchu au matiti ya mwanao. Kwa unazikwau tu, unavyoendelea kukamua, ndivyo ambavyo unaongeza kwanza, lina vimba zaidi, lakini vilevile unaongeza uwezekano wa maambukizi ya bakteria au vijidudu kwenye titi la mwanao. Kwa wakati mwingine kama mtaona dalili zifuatazo ambazo naenda kuzitaja. Dalili ya kwanza, kama mtaona kuna hali ya wekundu kwenye titi moja la mwanao au inawezekana matiti yote mawili, ujue inaweza ikawa inaashiria kwamba kuna shida, au ukishika yale matiti unaona mtoto analia, au ukigusa unaona mtoto analia, au wakati mwingine ukigusa unaona pale pamechemka au pamekuwa pa moto, lakini vivyo hivyo inaweza kawa inaambatana na mtoto kulia sana, au homa au joto la mwili la mtoto kuweza kuongezeka. Ukiona kuna hizo dalili, ujue kwamba inaashiria kwamba sio hii ambayo nimeweza kusema kwamba ni neonato mastitis. Inawezekana ni changamoto nyingine na haina mahusiano na ongezeko la homoni kwao, ni vema kuweza kuwahi hospitali. Kwa hiyo kama nilivyosema E, watoto walio wengi wanazaliwa na hii hali, kati ya wale 100 ambao wanazaliwa, anakuta 70 wamekuwa na hii hali mwanzoni pale wiki ya kwanza, lakini baada ya muda hiyo hali inakuja inapotea. Kwa wakati mwingine, endapo kama imezidi zaidi ya miezi sita, maana yake kuna uwezekano kwa kuna changamoto, ni vema kuweza kwenda hospitali. Lakini ndani ya wiki moja, ndani ya mwezi moja, ni hali ya kawaida kabisa, kama inaambatana na hizo dalili hatarishi, kama nilivyosema mtoto kushindwa kunyonya kwenye matiti kule, kunakuwa na hali ya wekundu, mtoto anachemka, kunakuwa na homa, ukishika unakuta ya moto, au wakati mtu kingine, mtoto ukishika inaonyesha kwamba kuna maumivu au analia sana, ni vema kuhakikisha kwamba unaenda hospitali mapema, ili kuweza kuepuka maambukizi ya bakteria ambayo inaweza kusambaa kwenye damu ikaleta madhara makubwa kwa kichanga wako ambaye umekuwa ukimlea. Kwahio ni vema kuhakikisha kwamba kwanza kabisa si salama kuweza kukamua yale maziwa ambayo nimesema yanatoka yanaitwa witch's milk ambayo ni kitu cha kawaida tu huwa kinatokea. Ni vyema uweze kuacha hivyo hivyo na mtoto atakaa sawa, lakini vilevile ni vyema kuhakikisha kwamba unawahi hospitali unapoona kwamba umeona dalili ambazo sio zenyewe. Kwa hali inaweza kaathiri kichanga wa kiume au kichanga wa kike, na ni hali ya kawaida, huwa haina shida, ni mabadiliko ya kawaida kabisa ya kifiziolojia. Na bila shaka unaweza kuwa unajiuliza maswali, yanasababishwa na nini? Baada ya kusema hizo dalili, sababu kubwa ni huyu mtoto alipokuwa tumboni, homoni za wewe ulipokuwa mjamzito zilikuwa zimeongezeka, haswa homoni ya estrogen, ambayo huwa inapita kupitia kondo la nyuma na mwisho wa siku inaenda kusisimua zile tishu za kwenye matiti ya mtoto na mwisho wa siku matiti ya mtoto, yanakuwa makubwa. Lakini mtoto huyu anapozikuwa na wiki moja, wiki mbili, tatu na kuendelea, zile homoni zako zinapungua mwilini mwake mara baada ya yeye kuweza kuzaliwa na mwisho wa siku zile tishu za kwenye matiti zinarudi zinarudi zinarudi, zinarudi. Baadaye zinakuwa kawaida, kama mtoto wa kiume anakuwa kawaida kabisa na hizo matiti ayo makubwa. Angalizo, si mara zote unapoona kwamba matiti ya mtoto wako mchanga yamekuwa makubwa, inawezekana e, ni upande mmoja limekuta limekuwa kubwa au limevimba, haina maana kwamba hiyo ni hii hali ambayo nimeweza kusema kwamba inaitwa neonato mastwax. Inawezekana kukaa kuna changamoto nyingine kama neonato mastitis, blist mastitis ambayo tunasema kwamba kunakuwa na inflammation kwenye hilo titi, na wakati mwingine ile hali ya kushikashika lile titi la mtoto na kukamuakamua inaongeza uwezekano wa maambukizi ya vijidudu kwenye chuchu au matiti ya mwanao. Kwa hiyo tunavyoendelea kukamua, ndivyo ambavyo unaongeza kwanza lina linavimba zaidi, lakini vilevile unaongeza uwezekano wa maambukizi ya bakteria au vijidudu kwenye titi la mwanao. Endapo kama utakuwa na swali, unaweza kuniuliza hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Sasa basi kuna wale vichanga wa kike, wao nakuta ndani ya zile siku tatu toka waweze kuzaliwa, huwa wanatokwa damu au ute fulani ambao unakuwa mzito ukeni kwao. Kwa nini? Kwa sababu ya hizi homoni ambazo nimeweza kusema. Sasa kama unahitaji kuweza kujifunza zaidi kuhusiana na hilo somo ambalo nilisema, watoto wao wanakuwa wanatokwa damu ukeni, ambao kita tunaita e neonatal uterine bleeding, unaweza click suggestion hiyo hapo kusikiliza <tosika> ki video kuhusiana na somo hilo, na ukiwa na swali niulize hapo chini. Mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.